Jambo, kwa mara nyingine tena, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Jean-Vie Emmanuel Karuye, mtangazaji wako nikukaribisha, mahali popote ambapo ulipo kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho katika taarifa zetu za habari. Ikiwa pamoja nasi, tukutakia kabisa asubuhi njema na mchana mwema kwako, ambaye kila leo unaendelea kujiunga nasi kupitia televisheni yetu, unaendelea kusubscribe kila siku basi usikose kujaboni kwenye channel yetu, kula kipia kushare. Leo ni tariki ishirini na nne Desemba mwaka elfu mbili ishirini na tano mahali pote ambapo ulipo tukaribishe kuweza kujiunga nasi aa, kila leo tunajaribu kuzungumzia habari za nchi na kile ambacho kinachoendelea jimbo ni kivu Kusini kaskazini mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tunajaribu kupatia habari kabisa za kivita kutoka Kongo DRC. Tunaimani na matumaini kwamba uko kando kabisa ya televisheni yako ili uweze kujua kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo, mtazamaji. Uh, ikiwa uko pamoja nasi, ni kwambie kwamba nakupenda sana na pia usikose kabisa kujiabone kwenye channel yetu kulaki pia kushare kwa wengine ili tunapotoa habari zetu kila leo kabisa uwe wa kwanza kuweza kuzipata habari zetu. Tutaangazia kuhusu vita kabisa ambavyo mepamba pale juzi na jana pale maeneo ya Makobola, ambapo kwa sasa kumeweza kurozeshwa kabisa uh, watu wengi ambao walikwenda kukamatwa ama wapiganaji wa M23 namna gani hali ilivyokuwa pale Bukavu na namna gani wazalendo waliweza kunyaga pale katika mji wa Bukavu. Pia tutazungumzia hali pia mchakato na ukaguzi wa vyombo na vya habari kuhusu mchakato wa kivita, na pia tutapata nafasi kabisa kuweza kuzungumzia mambo mengi kutoka pale maeneo ya Kalemi. Haya, na mengine niweze kukaribisha kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Tangu vita yaanzishwe mtazamaji wetu wa televisheni yetu uh, kunakuwa na hofu nyingi katika raia wa pale maeneo ya Baraka, maeneo ya Swima, maeneo ya Kabondozi, Kaboke na nafasi nyingine hapa tukitaja katika tarafa la Fizi. E, wazalendo wenye kupatikana kwenye eneo la Fizi wagoma kabisa na ukataka tukatu, ili kuweza kupinga na kuruhusu M23 kutoweza kukanyaga maeneo hayo, hapa tukitaja kuwa vita ambavyo vimekuwa vya mfululizo viliweza kuleta matunda makubwa katika wakaji wa pale maeneo ya Mboko, wakati kuna redio zingine ziliweza kutaja kuwa Mboko ilikuwa mikononi mwa M23, jambo kabisa ambalo nilikwenda kutupi kutupiliwa mbali kutokana na wazalendo wakina Makana Kika Simbira Joni wakina Ngoma Nzito wakina Eh, generali ya Kotumba waliweza kukanusha hayo na kusema kwamba Fizi iko salama tena salimini na wanaendelea kabisa kuikontrol bila tatizo, huku wakiomba uh, M23 kuweza kuziripoti na kuacha kuendelesha mambo ya mauaji. Tukujuza kuwa hapo maeneo ya Uvira, baada tu ya risasi ambazo zilizotandikwa za ukweli, wakati walikuwa wakipinga maandamano ya M23 ziliweza kupungua, na kwa sasa raia waanza kurudilia makazi zao kufanya makazi zao bila hata tatizo ndivyo hivyo tulivyodhibitishwa na habari zetu kutoka pale maeneo ya Uvira. Hali kwa sasa pale Makobola iko namna gani? Makobola, hali imekuwa ya wasiwasi, kwa sababu watu ambao walikuwa wakitokea Baraka wakijielekeza Uvira au kutoka Uvira kujielekeza Makobola au kujielekeza Baraka, usafiri umeonekana kuwa umekuwa wa kususia kabisa na hakuna usafiri wowote ambao unaofanyika, na utajua kwamba katika eneo hilo kulikuwa na matumaini makubwa sana na vizazi vingi vilikuwa vikitoka Baraka kujielekeza Uvira na vingine kutoka Uvira kujielekeza huko maeneo ya Misisi, jambo ambalo kwa sasa imeonekana kuwa ni tete kwao, na huko akitaja kuwa bei ya karibira ama ya essence imeanza kupanda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu vitu hivyo vinapitia Uvira na vinapanda hadi maeneo ya Misisi na nini sasa, raia wa pale Baraka wanayosumbuliwa kwa sasa ni kile ambacho kinachoonekana kila leo kupiga risasi, kila leo kiolela, ambayo inasababisha raia wengi ambao tumekujuza katika habari zetu zilizopita kuwa wanaanza kutoka maeneo ya Rumonge nchini Burundi, wakianza kurudi nchini kwao baada ya kuona mateso ambayo wanayoyapitia. Lakini kwa sasa hali inaendelea kwa tete usiku, majira mchana kati watu wanashinda vizuri bila tatizo, lakini usiku risasi zinaanza kutandikwa olela jambo ambalo wanaomba serikali kuweza kuingilia kati ili kuweza kukomesha hali hiyo. Sami Kalonji akiwa ni Kiongozi wa tarafa la Fizi ama admistratiri wa tarafa la Fizi alikwenda kutaja na kutoa mkono wa pole na kuomba raia kwa, kwa pamoja kwa wakati huu mgumu ili kushirikiana na kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kupinga waasi wa, wa M23 ambao wamekuja kuangamiza raia wa Kongo, wanaendesha mauaji kila leo, wevi wa kila aina na wengine watu wanaendelea kuporwa mali yao. Waliweza kudhibitisha hivyo Sami lonji. Habari hizi za mkutano wa dharura ambao tutakuja kuzigusia ni kutokana tu na mgogoro ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa sasa wazalendo wako pale maeneo ya Uvira. Tunapozungumza kwa sasa, wazalendo wanapatikana pale Uvira, wazalendo wanapatikana bondeni mwa mto Ruzizi maeneo yote ya milimani wazalendo wako na wanaendelea kupiga kambi, wakitaja kuwa wao wako tayari kabisa kuweza kushirikiana na jeshi la Kongo la FARDC, ili kuhakikisha kuwa wameweza kumnasa mm, eh, ili wameweza kumnasa M23, kwa sababu adui ni mmoja tu. Kwa leo ni ambaye anayesumbua nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni M23 ambaye amekuja kuangamiza raia wakongomani kwa sasa. Watu wengi kadhaa ambao waliokimbilia nchini Burundi wanakuwa wanasusia kurudi, kwa sababu mpaka sasa amani ya kudumu haijarudia, na huku wakiomba serikali kuingilia kati ili kurejesha amani ya kudumu. Hebu ni kutakie uh, usikilifu mwema kabisa mahali pote ambapo ulipo na usikose kujabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine, tunapotoa habari zetu kila leo, kwanza kabisa kuweza kuzipata habari za pale Bukavu. Uh, hapo Bukavu kulikuwa na maandamano makubwa sana ambayo iliweza kuandaliwa na Afse M23. Maandamano hayo yanakuwa ni ya kulazimisha, wana huwa wanalazimisha raia kuingia barabarani ili kuhakikisha kuwa wanapinga utawala wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uh, Felix Antoine Tshisekedi, na huku kabisa wakiomba uh, Umoja wa Mataifa kuwa wabaki kwa sababu wanatumika vizuri na raia. Lakini tukujuze kuwa maandamano hayo yanakuwa kabisa ni ya kutishia, ambapo huko Bukavu na Goma kunakuwa na kulikuwa kumefanyika maandamano ya, um, ya kulazimisha ambapo walilazimisha watu wengi duka zilifunga na kuenda kwenye maandamano hebu. Kabla ya maandamano hayo kuanza eh, kulikuwa na vurugu kali kabisa ambayo iliweza kutokea. Wazalendo waliweza kushuka mpaka mjini na kuweza kusambaratisha maandamano hayo na kusema kwamba hayawezi akafanyika. Wazalendo walikuwa na shamra shamra hapa wakizungumza Naam, ndivyo uliweza kushuhudia hali hiyo jinsi ilivyokuwa na pia mili ya risasi ili kwenda kulindima huko maeneo ya Bukavu baada ya milio ya risasi, kuna hadi ambayo iliyotokea tutufahamu, huku wakitaja wakazi wote kubaki majumbani kwao na kuweza kupinga M23. M23 inatumia mbinu mjadala ya kuweza kuvunjua watu na kuambia waweze kujiunga na chama hicho, kwani ni chama cha mapinduzi, lakini wakati wa kongamano wao wenyewe bado kabisa hawajakubaliana na kitendo hicho. Hii inatokea maandamano haya yanayofanyia ya, maandamano haya yanayofanyika kwa nguvu yanakuwa kama vile ni ya kulazimisha, wakati Umoja wa Mataifa imetaja kabisa na Umarekani kwamba M23 iweze kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan hapa mjini Uvira, jambo kabisa ambalo limekuwa tete kwao na limekuwa kama vile mchezo wa kuigiza. Wiki iliyopita baada ya Umoja wa Mataifa na Umarekani kutangaza M23 kuweza kuondoka, walianza kabisa kujiondoa na vikosi vyao mjini Uvira, ambapo waliweza kuacha mapolisi ambao waliweza kubaki na hao ndio wakiwa wanaendelesha kazi zao, lakini habari tulizozipata kwa ukaribu zilieleza kuwa waliweza kubadilisha mavazi, wale ambao waliokuwa wakivalia nguo za kijeshi ndio hao waliovaa uh, jeshi waliovaa nguo za polisi na wakaendelea kulinda usalama huko maeneo ya Uvira, jambo ambalo limeonekana kuwa wanacheza mchezo wa kuigiza. Nini hasa ambayo inasababisha M23 isiweze kuondoka pale maeneo ya Uvira na nafasi zingine. Swala ni kwako na kwangu, mtazamaji, ambaye unaendelea kuwa pamoja nasi. Nikutakie kabisa usikilifu mwema wa vipindi vyetu, kwa sababu tunapata nafasi uh, ya kuweza kukurushia matangazo yetu, tunapata nafasi ya kuweza kuandalia taarifa zetu za habari zenye kuwa za ukweli ambazo zitakufanya mtazamaji wetu uweze kurizika. Na ukiwa na maoni, pendekezo, usikose kabisa kutembelea chaneli yetu kula like, pia kushare na kutoa comment, pia kugawa kwa wengine, ili tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata habari za kimataifa habari za kimataifa. Tunazungumzia kuhusu habari za kimataifa. Kabla ya habari za kimataifa, wazalendo wanaanza kuandika vibarua wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa makini kuhusu hali hii ambayo inayotokea hasa katika hiki kibarua ambacho kimekuja tarehe 18, hasa kuhusu kibarua ambacho kimekuja cha kuomba Monisco kuweza kuja katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2025, Monisco iliweza kukubaliwa tena kuingia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kurejesha amani ambayo inaendelea kuyumbishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna matumaini gani Monusco kuweza kuja tena hapa mjini? Kuna matumaini gani tena Monusco kuja nchini Kongo ya Kidemokrasia? Je, kunakuwa na tegemeo kubwa katika eneo hilo, jambo ambalo kwa sasa limekuwa tete na limezua taaruki katika nchi ya Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Habari tunazoeleza kuwa majira ya saa mbili huko maeneo ya Baraka kunakuwa na milio ya risasi ambayo imekwenda kusikika, mpaka sasa hatujajua chochote. Kwa hiyo televisheni yako itapata nafasi ya kuweza kutafutia habari za ukweli ili kuweza kujua kile ambacho kinachoendelea mkutano wa dharura kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa Uganda Yoweri Museveni ulimalizika jana, ulimalizika jana Jumapili katika ikulu ya Etebe ni huko maeneo ya Uganda. Katika mkutano huo wa kimataifa ya maziwa makuu iliweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea mashariki wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, mikataba ambayo ilisainiwa huko Doha kuhusu asu wa M23 kujiondoa na mambo mengine kadhalika, jambo ambalo limekuwa ni tete wa kongomani wakisubiri kabisa uh, makubaliano ambayo yataleta amani jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Uganda kila leo huwa inajificha nyuma, lakini kuna kuwa na swala ambazo zinakuja zikionekana kuwa Uganda inashirikiana na M23. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa pia uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mahali pote ambapo ulipo, ikiwa ulikuwa pamoja nasi, ni kujuza kuwa ulikuwa naye Janvier Emmanuel Kaluya. La ziada sina, na kutakia usikilivu mwema, kwa hereni.